Alhamdu lilah ahmadhu waashkurhu na mhimidi Mwenyezi Mungu na kumsalia mtumi wake Muhammadin Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasalama kwa kumwelekezea salamu zilizo na tahara na marashi na nuru. Kwa niaba ya kamati ya utendaji wa akadi Action pour la Charite l'appel et le developpement islamique na kwa niaba ya komite organisateur ya maulidi haya twatoa shukrani kwa Allah na kwenu ninyi ambao kwa mapenzi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mmeyaacha yale yaliyokuwa yenu kuyatekeleza mmekuja kumsalia na kumsalimia mtume wenu Muhammad. Atujalie, atujaalie Mwenyezi Mungu kikao hiki chenye baraka ya salatu ala nabi kiwe ni chenye malipo tele kwa waislamu wote waliomo katika ukumbi huu. Atujaalie Mwenyezi Mungu baraka ya salatu ala nabi tutakazozisoma hapa zimimine amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jamaa na haswa, katika jimbo hili la Kivu ya Kaskazini. Ajali ya Mwenyezi Mungu kwamba dua zetu na nia zetu za kheri zitekelezwe na ziwe karibu yake Allah, kwa makusudio ya salatu ala nabi tutakazozisoma na kwenye kikao hiki sintamaliza bila kuomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala, ailegeze mioyo ya wazungumzaji wa AFC M23 na wa serikali ya Kongo walioko Doha ambao wanazungumza, ili mazungumzo yao yawe mbele ni maslahi ya umma, Jamhuri ya Kongo ya kidemokrasia ipate amani na pia ntaikumbuka nchi jirani, nchi ndugu ambayo maulidi hii ilikuwa mashekhe kutoka Tanzania ndio wawe wageni wetu rasmi, lakini hawawezi kuja kwa sababu baada ya siku mbili itakuwa ni uchaguzi wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, waswahili wenzangu, waislamu na wasio waislamu, pigeni kura kwa amani, msipigeni makura kwa sababu fadhila ya amani iliyo nayo nchi yenu, sisi Kongo tutaitafuta kwa, kwa kumaliza, mtawashika ndugu zangu waislamu walioko Falastini Gaza ambao wanauliwa usiku na mchana, wauliwa kwa sababu ni Waislamu.